Position ambayo unakaa inapelekea kwa kiwango kikubwa sana kupata haya matatizo ya sciatica pain, yaani unajikuta ukikaa hivi kwa muda mrefu unapata maumivu makali sana kwenye kalio, hali ya kuwa kama moto ambayo inashuka mpaka katika ule mguu, hujua hilo tatizo lako ni sciatica pain. Na watu wengi this time wanapendelea wanasema wanakaa kibosi, yaani unamkuta mtu akakaa mbele afu kaegemea hivi. Kwa maana hapa ukifanya hivi hizi pingili za uti wa mgongo hapa zinaenda kuvimba kidogo kidogo as the time goes on na yona kama saa nne mpaka sita. Na unapitia hayo maumivu unatakiwa ukikaa unyooke katika kiti umgongo wako wa chini au gungu la chini inyooke kabisa liwe flat. Na sio ukikaa pia una, una concentrate hivi kama PC au unatumia kitu chochote, kwa hiyo pia utaziharibu hizi pingili za shingo, lakini pia utaziharibu pingili hizi za chini lumbar spine. Ndio maana watu wengi wanapata maumivu na kikazi cha kukaa kitako kwa muda mrefu. Nini ufanye? Unyanyuke, ufanye movement zako kido kidogo kidogo, ili mradi jue fiber tissue, ili mradi usiendelee kujipa matatizo ya pingili za uti wa mgongo. Ukiwa unapitia changamoto hiyo, usisahau kuwasiliana sisi, kwani tumewasaidia watu wengi sana wanaopitia changamoto.